Kama tunavyofahamu katika ulimwengu huu wa kidigitali, TEHAMA ni kiini cha ufanisi wa utendaji kazi katika taasisi za umma na utoaji huduma bora kwa wananchi. Sasa ili kuhakikisha TEHAMA inaleta tija, kila taasisi ya umma inapaswa kuwa na kamati ya uendeshaji wa TEHAMA ya taasisi, yani institutional steering committee. Kamati hii imepewa jukumu la kusimamia na kushauri kitaalamu kuhusu uwekezaji wa TEHAMA, ufuatiliaji wa miradi, usalama wa taarifa na kuhakikisha miradi ya TEHAMA inakwenda sambamba na malengo ya taasisi uwepo wa kamati hii unawezesha taasisi kupunguza hatari za kiusalama, vile vile matumizi za uma katika matumizi ya TEHAMA vilevile kuhakikisha matumizi sahihi ya fedha za umma katika uwekezaji, pamoja na utekelezaji wa serikali mtandao wenye tija unaolenga kuboresha utoaji wa huduma kwa njia ya kidigitali kwa umma. Uwepo wa kamati hii kwenye taasisi ya umma si jambo la hiari, bali ni takwa la sheria kama ilivyoelekezwa kwenye sheria ya serikali mtandao namba 10 ya mwaka 2019 kifungu cha 18. Kulingana na matakwa ya kifungu hiki cha 18, maafisa masuuli mnakumbushwa kuendesha vikao vya kamati ya uendeshaji wa TEHAMA ya taasisi katika kila robo ya mwaka wa fedha na kuwasilisha ripoti za robo mwaka za utekelezaji wa serikali mtandao kwa mamlaka ya serikali mtandao iga. Karibu tuijenge serikali kidigiti